Huku kwetu si michezo, tuna kama michezo huiwezi, tulia kwa mama yako, ndilako, boda boda. Michezo kama michezo unaiweza, kwa heshima tunakukaribisha mgeni rasmi e, huiwezi michezo, michezo, michezo, michezo, michezo mpaka uzeeni atuachi aiishi mpaka inaisha nane kumi na sita ili hapo la michezo master. Uh, master plan nani mzamichapati mchuzi <laughs> aishi mpaka inaisha, wauliza wakwambia, hapa wapi kama upajui, alafu utakupa majibu uh, michezo tu michezo wise uh, mza michezo mwenyewe baba wa familia.